Kikoba naona jina langu juu pale kwenye majina ambayo hawajatoa michango, sindio? Nikampigia kijumbe Kumbe nilituma michango yangu kwa matapeli! Shoga yangu, ile siyo namba ya kijumbe, mbona nimekomamie kwanzia? Sasa nimekaa chonjo. Ni, ni muhimu kukaa kiganja, ndiyo maana Airtel inakuzingatia kupitia huduma ya spam alert inayowezeshwa na AI. Sasa utaweza kupata tahadhari dhidi ya ujumbe wenye viashiria vya utapeli kabla hata hujachukua hatua yoyote. Kama ukipokea ujumbe umeandikwa kataa matapeli, chukua tahadhari. Hakuna kujisajili kupakua app wala malipo yoyote Airtel Power Breakfast ni Power Breakfast Clouds FM. Tena ametoka kumsikiliza Anisia Silvesta kwenye PB News Team, ambaye amekuja moja kwa moja toka chumba cha habari Clouds. Najua ushawahi kupokea SMS au ujumbe wenye viashiria vya utapeli katika simu yako. Mfano, umetumiwa message yeti ile pesa, tuma kwa namba hii. Eh, kutoka kwenye namba usioifahamu au unaambiwa akaunti yako ya benki iko hatarini kufungiwa, bonyeza hapa mara moja kuiokoa. Message kama hizo wakati mwingine ni ngumu kuzingamua. Ndio maana Airtel imekuletea spam alert, kata matapeli. Huduma ya kwanza Afrika inayotumia akili mnemba, yani AI, inakupa tahadhari papo kwa papo katika simu yako, pindi unapopokea ujumbe usiokuwa na nia njema. Hakuna malipo wala huhitaji kujiunga. Inafanya kazi kwenye laini ya Airtel na simu yoyote iwe janja au kitochi. Hii ni huduma ya kisasa kwa kulinda na kufanya ujue SMS zilizo na viashiria vya utapeli. Airtel spam alert, kataa matapeli. Airtel tuko na Skyward pia, maanake kama unataka kuruka kijanja zaidi, kuna shirika la ndege la Skyward ambayo linakuletea usafiri wa haraka, bei nafuu na wenye kuzingatia muda, kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka Nairobi na Mombasa. Either ni safari ya kibiashara kikazi, Skyward inakufikisha huko, unaweza kusafiri na safari zao kwenda Nairobi ni laki mbili na 9

na nauli hii hapa umpewa ni ofa ambayo inatumika ndani ya mwezi mmoja tu, lakini pia safari yao ya moja kwa moja kuelekea Mombasa inachukua dakika 30 pekee na ni rahisi alafu pia ni haraka. Sasa kuna sababu kwa nini uchukue moja wapo, ikiwa ni hiyo ubora wa bei usio na kifani, lakini pia utendaji bora na wenye tija, na safari za ndege za kila wiki hadi Nairobi huku kila Alhamis na Jumamosi ukiwa unapitia Mombasa pale, na huduma za kukodisha pia wanazo. Kwa hiyo kama unahitaji private jet, uh, jet sababu ya mambo yako ya kibinafsi huko ama biashara, huduma hiyo wanayo Skyward, na ukumbuke hizi safari zinaanzia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere pale Terminal 3 kwa unaweza pia ukatembelea ofisi zao zipo hapa Dar es Salaam, ukienda pale Viva Towers ghorofa ya pili utawakuta, ama weka nafasi yako leo kwa kupiga simu ama WhatsApp namba ambayo ni 0792410700 Uh, ama sifuri saba tano saba mia nne na kumi mia saba, maanake hapo tumepishana mwanzoni tu hapo, sifuri saba tisa mbili, ama sifuri saba tano saba mia nne na kumi mia saba. Unaweza kawa cheki pia kupitia barua pepe ambayo ni da bookings at skywardexpress.co.ke Skyward Airlines, njia rahisi ya kuruka nafuu na ya kutegemewa. Leo mimi niko maeneo ya Superdome hapa. Kuna kitu kikubwa kinakwenda kuzinduliwa hapa kutoka kampuni ya wazawa wa Kitanzania ambayo inaitwa Ramani, inayojihusisha na masuala ya fintech, masuala ya kifedha pamoja na teknolojia. Ipo kwa ajili ya kwako wewe, Mtanzania, mfanyabiashara wa chini, wakati pamoja na mkubwa, wasambazaji, umeelewa? na mbalimbali aidha wewe mwenyewe ndio mzalishaji ama wewe ni msambazaji peke yake, wana teknolojia ambayo itakusaidia na kukurahisishia katika masuala yako ya biashara, lakini pia wanatoa mikopo isiyo kuwa na dhamana. Ni biashara yako ama mzigo wako tu ambao utatoa oda, ndio ambao itakuwa ni dhamana yako hapa. Kwa hiyo leo tutaendelea kuzungumza nao hapa, ila hiyo itakuwa ni baada ya kumsikiliza Dei Waka wa Bonge, ambapo leo anasema yuko na issue ya Kariakoo, anasema ni moja ya maeneo ambayo yana msongamano mzito sana unajua Kariakoo, mimi ni sehemu ambayo nikitaka kwenda lazima niache gari langu, nitafute usafiri mwingine. Sitaki mashida shida kabisa napofika kule, maanake kuna vitu vingi ambavyo sivielewe. Msongamano ni mwingi, barabara pia zinachanganya, nyingine sijui unaingia nyingine huwezi kuingia na vitu kaa hivyo. Sasa yuko kule Kariakoo na moja ya maeneo moja ya maeneo ambayo yana msongamano mzito sana, na amepenyezewa kwamba kuna hatua ambazo zinaendelea za kuhakikisha kwamba eneo hilo linapangwa ili kupunguza ama kudhibiti kabisa msongamano huo. Inapangwa vipi? Inawezekana vipi? Tukirejea hapa tutakuwa na Mtibashi madai waka wa bunge. Shirika la ndege la Skyward linakuletea usafiri wa haraka bei nafuu na wenye kuzingatia muda, kutoka Dar es Salaam, Nairobi na Mombasa. Safiri kwa ofa ya mwezi mmoja ya shilingi laki mbili na elfu ishirini na tisa na mia tisa arobaini tu. Kumbuka safari zote hizi zinaanzia uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere

Wewe ni mfanyabiashara mwenye lengo la kufika mbali? uh -huh. Tan Air Cargo ipo kwa ajili ya kutimiza lengo lako. ni safari ya kwenda China kwenye maonyesho ya Canton Fair. Kule utajifunza namna ya kukuza biashara yako, utakutana na wafanyabiashara wa mataifa mbalimbali huku mbali. ukipata fursa mpya za kibiashara. Kurahisisha safari yako, Tan Air Cargo wamekuletea jaza kibubu na Tan Air Cargo, ambao ni utaratibu wa kuweka pesa kidogo kidogo ili kufanikisha safari yako Amba Ayo utasindikizwa na brand ambasada wa Tan Air Cargo, Barnaba Classic. Kwa ada kamili utakayolipa Tan Air Cargo itasimamia safari ya kwenda na kurudi, malazi, usafiri wa ndani, pasi ya kuingia kwenye maonyesho ya Canton Fair, pamoja na mkalimani wa lugha. Kupata bei na maelekezo zaidi, piga simu namba 0744646755 jaza kibubu na Tan Air Cargo. Twende China Oyo. Nimeshinda. Oh, hey, umeshinda ah? Nimeshinda. Ah. Nimetumiwa meseji hapa mm. Acha nisome vizuri. Ongera hmm. Umeshinda shilingi milioni sita mm -hmm. kwenye draw yetu ya wiki. Mm -hmm. Ya linki kujaza taarifa zako ili kutumiwa pesa mm -hmm. Umesikia no? Kwani umeshiriki draw yoyote? Hapana. Sasa utajuaje kama hawa sio matapeli? Halafu kwani unatumia mtandao gani? Usijali, Airtel inakuzingatia kupitia huduma ya spam alert inayowezeshwa na AI. Airtel sasa inaweza kukupa tahadhari dhidi ya ujumbe wa viashiria vya utapeli kabla hata hujabofya linki uliotumiwa kama ukipokea ujumbe umeandikwa, kataa matapeli, potezea ujumbe huo. A There is to imagine. It breaks my heart